Na mtazamaji kwenye matukio mbalimbali mbali magatuzini ni kwamba wachuuzi huko Kitengela katika kaunti ya Kajiado wanalalamikia unyanyasaji kutoka kwa maafisa wakorofi wa serikali ya kaunti hiyo na wafanyabiashara binafsi. Wachuuzi hao wanawashtumu maafisa hao kwa kuwafukuza kinyume cha sheria kutoka maeneo yao ya biashara. Kwa taarifa hii mtazamaji, na mengine mengi zaidi, ni katika mkusanyiko ufuatao wa habari za kaunti. Kulingana na wachuuzi hao, baada ya kushindwa kupata vibanda katika soko jipya la rejareja reja la Kitengela lililojengwa hivi majuzi, serikali ya kaunti hiyo iliwaruhusu kufanya biashara zao kando ya mitaa ya mji huo kwa ada maalum. Wanataka kuwepo kwa uwazi, usawa na sera iliyo wazi kuhusu biashara zisizo rasmi. Tumeamkia tukapata kontena imewekwa kwenye tunauzianga, na hatukuwa tumeambiwa. Sasa ile swali tunauliza, wenye walikuwa wanauzia hapa wataenda wapi? Na viongozi wa kaunti tuko ushirika moja, lakini hatujui ni nani ameweka. Sasa tunataka ajitokeze, aseme ni mimi niliweka na sababu ni gani. Kwingineko, idara ya elimu na mafunzo ya kiufundi imesema sera mpya ya mfumo wa ukusanyaji na uhamisho wa mikopo nchini itaimarisha ubora na utambuzi wa kimataifa wa sifa za Kenya. Katibu anayehusika na masuala ya TVET Esther Moria anasema mfumo huo unawaruhusu waajiri kufanya kazi kwa karibu na taasisi za mafunzo ili kubuni mitaala inayohusiana na tasnia huku ikiwawezesha wanafunzi kuhamisha mikopo katika taasisi na viwango vya kujifunza. Mm -hmm. Uh, Credits that you acquire within the TVETs We we craft them, we give them give skills. You know, they have nine months outside here before they actually proceed to the university. Those nine months are enough for, for us in Tibet to have adorned them with various skills, which they may live on for the rest of their lives. Na jamii zinazoishi katika kaunti ya Marsabit zimeiomba serikali kuharakisha mchakato wa usajili wa ardhi ili kuwawezesha kulinda mipaka yao na kuhakikisha wanaishi kwa amani na majirani zao. government

Katika kaunti ya Mombasa, vijana kutoka makazi yasiyo rasmi wananufaika na mpango wa uwezeshaji vijana unaofanywa na wakfu wa Shosaha, katika shirika lenye ya makao yake makuu huko Mikindani katika eneo la Jomvu, unaolenga kuwapa ujuzi wa kuajiriwa na kurahisisha kupata kazi. Mimi nikiwa mmoja wao niliweza kupata mimba nikiwa 13 years, so nilikaa chini nikaona hii miradi nikianza itasaidia wale watoto pia wasikuwe victim kama mimi. So, inawasaidia upande wa mimba za mapema na inawasaidia pia wasiingie kule mtaani wakaingia kwa mambo za drugs na pia wakuwa watoto wenye wanapenda mambo za elimu. Hatimaye Askofu Neophytos Kongai wa diocese ya Greek Orthodox huko Eldoret na kaskazini mwa Kenya amesifiwa kwa uongozi wake bora, unyenyekevu na kujitolea kwake kuimarisha imani ya Kikristo. Alipokea sifa hizo wakati wa ibada ya shukrani iliyofanyika kwa heshima yake katika kaunti ya nandi so we remember st neofitos on 24th of every, uh, every year during uh, in january every year and so today we invited you know, all the clergy all the faithful and also uh, the leaders of this uh, county of nandi jacqueline masharia darubini weekendi